Chamba, tutoka hapa. Wakazi wa maeneo ya Nguni Nuu na Mutitu huko Mwingi kaunti ya Kitui wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati kwenye ujenzi wa daraja la Enziu ambalo kazi yake imekuwa ikiendeshwa polepole wenyeji hao wakizungumza na wanahabari wamesema kwamba ujenzi wa daraja hilo utakuwa msaada sana kwao kwa sababu wamekuwa wakitaabika kuvuka mto Enziu wakati wa mvua ujenzi wa daraja la mto Enziu umekuwa ukiendelea tangu wakati wa mkasa ambapo watu zaidi ya 30 waliangamia mwaka wa 2021 ningeomba rais angependa angeweza kuwa kwa hii maeneo ajionee mwenyewe masaibu tunayopata. Wakati mvua imekuwa e, ime, imekuwa muda mwingi, wakati tunaambiwa hii bridge itaisha na ijaisha. Kwa hayo yote, tungependa pia yeye mwenyewe ajione, aone masaibu tunayopata. Watu wetu wanaathirika sana kwa means ya transport. Kwa hivyo, mheshimiwa, e, tafadhali angalia hiyo mashida yetu, na tunaona mambo yetu itakuwa mazuri. Kwa ufupi hiyo e, naona kila mtu anasikia ni mambo mazuri na tuta, tuta, tutaenda mbele. Na